Katika mahakama Kuu masjala ndogo Dar es Salaam, ambapo kama ambavyo unaweza kumwona hapo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA hapo wakiwa na kusanya kusanya virango vyake tayari akirejea na uh, mahabusu ambapo anashikiliwa kupatia kesi hii inayomkabili ya uhaini, na katika mahakama hii tayari mahakama amekwisha kuahirisha jambo hili mpaka siku ya Jumatatu ambapo itakumbuka, leo mheshimiwa Lissu alikuwa anamhoji shahidi wa pili ambaye anatoa maelezo kuhusiana na namna ambavyo yeye aliweza kugundua ama kutengeneza mazingira ambayo yanaonyesha kwamba mheshimiwa Lissu ni mhaini kwa, kwa mujibu wa ushahidi ambao anatoa ni katika mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam ambapo kama ambavyo nimekueleza hapo mheshimiwa Tundu Lissu yuko hapo na kama kawaida umeimarishwa katika mahakama na uh, ambapo sasa asha yake kurudi mahabusu, ambapo anaendelea kusubiri pale akiwa anasubiri uh, taratibu zingine za kimahakama. Na itakumbuka kwamba upande wa jamhuri kuna mashahidi takribani ya thelathini, na mpaka sasa hivi tayari mashahidi ambao wamekwisha kutoa ushahidi wao ni watu ni mashahidi wawili na inatarajiwa